Kwa hapa nchini Tanzania hmm. Kuna viwanda vingi vya watu ambao wanazalisha filamu nchini. Je, wanaweza kufungua milango kwa wewe ushiriki katika filamu za ndani hapa nchini, tutegemee <coughs> hivyo? Lakini addition question, ni kwamba kipindi cha nyuma nakumbuka wakati dani una ndonano ulikuwa una plan ya kutoa filamu pamoja na Wema Sepetu, ile filamu ifahamike kwa jina la Sepetu. Labda tutegemea kwamba kwa sababu ndio umerudi sasa kwenye filamu, tegemea kwamba ile filamu itaweza kushitishwa kati ya wewe na Wema. Nakushukuru. Ah. Unajua una nichea kwamba wa zafilamu wetu wa Tanzania wanafanya vizuri sana, lakini kidogo bado soko letu lina changamoto kwenye upande wa kifedha Tanzania. Ndio maana utaona kumekuwa kuna tamthilia nyingi ndio zinafanya vizuri katika uh, vingamuzi mbalimbali, lakini nadhani bado kidogo una stability jikaa katika movies za uh, moja moja. Kwa hiyo maombi yangu na shauku yangu watu waendelee kuingiza katika movies, isiyo tu kwenye tamthilia. Zinafanya vizuri sana ukianga sana, tamthilia zote zinakuwa za kwenye vingamuzi kwa tofauti. Sasa watu wetu wao wa kumu wanafanya kazi nzuri sana, mimi na mshikizi sana anaombea na naomba wa wawekezaji waekeze fedha ili ziweze kufanyika movies pia moja moja, sababu hapo ni kwa kwapo soko linakuwa linakuanza, kwa ni rahisi zaidi mtu labda labda, niongezee ni hapo. Naomba kitu kimoja tu, tuelewane. Unapoona makampuni yanatoa ushirikiano mkubwa sana kwenye sanaa yee, kama waandishi wa habari, naombeni wapenanye support ili waweze kutusaidia kwenye sanaa zaidi. Naomba nitumie nafasi hii. Aa, kwa Pepsi kuapa at least jaribuni kuweka product placement katika hizi series ambazo uh, tunazoendelea zinazoendelea uh, mwezi kuweza kuwezesha zaidi. Unajua, mnapoweza kuwezesha zaidi sasa, sinema inakuwa budget inaongezeka, wasanii wetu nao wanapata hela. Kwa hiyo kwa wawaandishi naomba, na naniye muwe mnasisitiza mama kampuni mkina kampuni tu limejileta kwenye sanaa, naombeni mwee mnawashindilia mulemule kidogo, ili atlisti waweze kutusaidia kufika mbele zaidi, kasababu tuwe uigo la sponsorship kubwa zaidi. Asante.